Asante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tujadili kuhusiana na uelewa wa magonjwa ya malaria pamoja na dengue, ikiwa hivi karibuni serikali kupitia Wizara ya Afya imeeleza zaidi kuhusiana na hali ya kiafya na baadhi ya magonjwa ambayo uh, bado yameonekana kusumbua katika baadhi ya maeneo Uh, hapa nchini na haya yakiwa ni miongoni mwa yale ambayo yamekuwa yakitajwa. Sasa tutazungumza kwa kina kuhusiana na hili na kile ambacho hospitali uh, na taasisi za kiafya hapa nchini zimekuwa zikifanya, lakini kubwa uh, kufahamu namna ya kujikinga kwa sababu wanasema tiba ni bora kuliko kinga. Hapa studioni tunaye daktari wa magonjwa ya ndani, Dokta Maneno Mlawa, kuzungumza zaidi kuhusiana na haya, akitokea Medinova. Karibu sana daktari, karibu sana daktari. Asante sana mm. Mbu wanatuletea shida na wanatufanya tuwepo hapa saa hii kuwazungumzia. Nashukuru sana Azam TV kakunipa hii nafasi ya kuja hapa, yeah. Asante sana. Mimi naitwa, kama ulivyosema, naitwa Dr Maneno Mlawa. Aha. Ni daktari bingwa katika magonjwa ya ndani, internal medicine specialist. mm -hmm. Kwa sasa niko pale Medinova Specialized Polyclinic ambayo iko Oysterbay, Dar es Salaam. mm -hmm. yapo yeah. mengi lakini amezungumza uh, hapa kuhusiana na mbu ambao wamekuwa wa wakisambaza uh, magonjwa ikiwemo malaria pamoja na dengue mm. Uh, labda tufahamu pia kuhusiana na magonjwa ambayo kwa ujumla mbu wamekuwa wa wakisambaza. Yeah. Yeah. Kwa ujumla magonjwa hasa muhimu mawili mm, ambayo ni dengue na malaria mm. Na haya magonjwa kwa kweli ni magonjwa ambayo yanapatikana katika sehemu zetu za tropic na ukanda wa eh, ukanda, ukanda wa joto na hasa wakati za mvua, ndio utakuwa magonjwa haya yanazidi kiwango chake. Na kwa kweli siku za karibuni hata serikali ilionyesha kutangaza kwamba kunayo magonjwa haya yanazidi kutokana na mvua, kwa hiyo walishauri sana wananchi wajikinge, wafuate masharti. Sasa sisi kama wadau wa afya wa Medinova tuliona, nadhani tuje hapa angalau tuelezee kuhusu uelewa wa ugonjwa huu wa dengue na malaria. Ndiyo. Lakini vile vile tutachukua nafasi kuambia kwamba e, pale sisi tunaanzisha kambi pamoja na kuwapa elimu, lakini tutatoa ushauri wa bure kuona madaktari bingwa kuhusu haya magonjwa <coughs> lakini vile vile kupima vipimo kuhusu malaria na dengi bure tu. mm -hmm. Kuanzia sasa, mm -hmm. ambayo hii itachukua kama mwezi mmoja hivi. mm -hmm. Sasa eh, eh, kuhusiana na swala ambalo ameuliza mwenzangu kwamba mbu anaeneza magonjwa gani hasa, tumesikia habari za malaria kwamba mbu jike aina ya Anopheles yeah. amekuwa akibeba vimelea hivyo na kusambaza. yeah. Lakini vipi kuhusiana na, na dengi ya yeah. dengi ni mbu ambao wanaitwa Aedes mm. Egyptian hawa wanaeneza, wanatoka Misri eh. hawa kwa kweli wanaeneza, wana virusi mm. yeah. na kuna virusi vingi kama aina nne ambao hawa mbu wa Aedes wanaeneza mm. Sasa tofauti na malaria, malaria wanaeneza vimelea ambavyo vinaitwa plasmodium Uhum. Na viko aina nne hivi vivax na malaria na nini, lakini dengi wao ni virusi ambavyo na vivyo, viko aina nne za virusi vya dengi. Kwa hiyo ukipata sasa, ndio nategemea ni aidha ni malaria au ni dengi, unapata dalili za ugonjwa mm. na, na, na, ugonjwana uh, maanake malaria na dengi zote vyote ni virusi yani yote ni magonjwa ambayo yanatokana na virusi sio? Hapana. mm. Malaria mm. kuna vimelea vinaitwa plasmodia au ni parasites okay. au protozoa okay. Sio hey. virus sio virus, ndio maana kuna da rais pia hey, kutibu hey, na wale wanatibu, lakini dengue wao ni virus ambao wao ni vigumu kwa tibu mm. kwa hiyo wao ni vi mbu wa aedes anazalisha ambao virusi ambao wakikuuma sasa, uh -huh. kama amemuuma mtu ambaye alipata ule ugonjwa afu yeye yeah, akija kukuuma kukuuma wewe anakuingizia vya virusi yeah. kaa unapata ugonjwa wa dengue. Sasa wakati mwingine mtu anaweza akaona kama dalili zinafanana yeah. au zinatofautiana pia kwa namna yoyote uh, malaria pamoja na dengue yeah. Malaria karibu zinafanana, lakini malaria unaweza kupata homa mm. yeah. kichwa kinauma wengine wanatetemeka na baridi ah. Wakati wengine wanapata hata macho kuwa mjano, lakini dengi, dengi ni vilevile, lakini tatizo tofauti yao kwa sababu dengi hasa tunaita ile klasik ile dengi ya kawaida mm -hmm. ambao unapata kichwa kwanza unapata homa kali sana ghafla mm -hmm. halafu unakuja kupata kichwa kinauma mpaka unaona ndani ya macho kabisa, kama unachomwa kile kichwa chake mm -hmm. na jointi na maso zote zinauma sana, nanakua umechoka pengine hata kutaki hata kutembea hata kulale. Wakati malaria pengine unaweza kupata homa kapata kichwa pengine unatapika kama kawaida, lakini hii dengi na dadi zake zinakuwa ni kali sana oh. Kwa hiyo ni hatari zaidi. Kwa hiyo dengi ni hatari sana kwa sababu kwanza huwezi kutibu mm. Na wakati mwingine ikifika hatua usipowahi kutibu mm. unaweza kupata sasa ikaharibu mfumo wa damu. Chimbi chimbi za damu, uh -huh. unaweza kupata mtu ukija kumwangalia sasa mwenye dengue, wakati mwingine baada kama siku chache unakuta, e, kwenye fizi uh -huh. unakuta inatoka, anatoka damu wakati mwingine uh -huh. au wakati mwingine anakwenda haja ndogo anapata damu au hata haja kubwa, au hata ukiangalia kwenye ngozi yake unaona kama ana bleed hivi. kwa hiyo tofauti yake ni hiyo hasa na malaria. uh -huh. uh -huh. sawa sawa. kwenye viumbe ambavyo vipo duniani Wanasema kila mmoja kinakuwa na faida yake e, mm. Kuna faida yote ya mbu katika mazingira <laughs> au binadamu <laughs> eh, labda ekolojia pengine, kwa sababu kuleta mambo ya pengine, ekoloji wanyama vivile au wadudu vivile wakiwepo katika mm, faida yake, lakini nadhani pengine hasara ni kubwa labda ah, wafuge kwa ajili ya yeah, mm. yeah. <laughs> <laughs> yeah. kufanyia utafiti eh, au kwa ajili ya kuenda kuwapeleka kwa ajili ya kazi za kisayansi mm. okay. inawezekana <laughs> <laughs> Sasa tumeona mazingira, umezungumzia kuhusiana na ukanda wa kitropi. Kwa nini hivi virusi vinaonekana kupata nguvu zaidi katika ukanda huu hivi vya homa ya dengue, lakini pia hata hao parasites uliosema mm. ama hivyo vimelea vya malaria ha, kwa nini wanapata nguvu, sarudia tena, kwa nini, kwa nini katika sehemu za joto? Aha, na kwa sababu pale hao wanapenda kwenye joto ndiko wanakuzaliana sana mm. katika mm. mazingira kwa mfano, wanapenda kwenye labda kwenye msitu mm -hmm. Eh, kuna mnyasi mm -hmm. Wao ndio wanapenda sana kuzaliana kule, kwa hiyo huwezi kuwaona wakazaliana kama kwenye jangwa. Kwa hiyo watakuja kwenye nyasi, kwenye mvua, na ile mvua wao wanazaliana sana kwenye labda kwenye madimbwi, aka madimbwi ya maji mm -hmm. au kama kiweka takataka. Kwa hiyo wao sehemu za uchafu, uchafu kwenye mm -hmm. maji. kwa nini wanapenda sana kuzaliana? mm -hmm. kuna kawaida ya, ya mtu kuhisi anaumwa akasema tu ah, itakuwa ni malaria mm. Bila kwenda kupima akaenda kununua dawa na kujitibu mm. E, kitu ambacho pia wataalam mekuwa amkishauri. Na sasa nini ambacho uh, mna, mnaelimisha pia jamii hasa katika uh, kufahamu hili na madhara ni yapi ya kufanya hivi? Kwa kawaida mm. unapoona dalili zozote hata ukiona kichwa, homa, kitu cha kwanza ni vizuri uende kwenye kituo cha afya cha karibuni, sababu kule watachunguza, kwa sababu utadhani ni malaria mm. Kumbe unaumwa dengue. Alafu hizi dalili, hizidalili ana mafua, unaweza kuumwa kichwa, kitu chochote unaweza kupata homa. Sasa wewe unasema tumenakula, tunakula, unavyokula pengine dawa unachelewesha. Kwa mfano, dengue ukichelewesha, usipokwenda kuwahiwa matibabu, inaingia kwenye stage nyingine ambayo ni hatari. Kwa hiyo sisi tungeshauri mtu anapoumwa Anachoona chochote ni haraka ende hospitali kwa sababu atafanyiwa vipimo, atachunguzwa na itajulikana hasa ni tatizo gani, akapewa matibabu ambayo yanapasa. Sasa katika mazingira tulionayo sasa hivi tunajua tuko kwenye kipindi cha masika na maanake hizi, uh, mvua zimekuwa zikinyesha yeah, na, na hivyo kutengeneza mazingira ya hawa mbu kuzaliana. Sasa kwa, kwa, katika maeneo ya majumbani yeah, ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kuzingatia hasa ili ku, um, kujiepusha na na haya magonjwa kwa sababu inaonekana sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la watu ambao wana, wanaugua yeah, haya magonjwa. Kitu muhimu kwanza, tujizuie mtu usiumwe na mbu, kama inawezekana, tujizuie mbu asituume. mm. Sasa tunafanyaje? kwa hiyo vitu sem na shauri, kwanza inatakiwa mazingira yetu yawe safi, kitu muhimu. Kwa hiyo madimbwi ukiona makopo yamejaa zile sehemu ambazo wanazalia wale mbu yeah. Madimbu yote magurudumu ya utakuta, matairi yamekaa maji pale, wengine hata kwenye maua maua yamejaa, inabidi ya vyote yale maji yale yale maji inabidi yaondolewe mm. Lakini kingine muhimu, na shauri, utumie chandarua kichowekwa dawa, muhimu sana kutumia, na kingine unatakiwa vilevile nyumba zetu zijengwe ziweke wavu mm. na ili milango ili na wazi, mtu ukiingia mlango natakiwa ufunge, kwa sababu hata mbu mmoja akiingia tu, akikuma tu napata ugonjwa yeah. kwa tujitahidi sana, kiwa unapoingia milango imefungwa nyumba zimeweka wazi, na ndani una spray kama na dawa ya kuspray wale mbu, na kingine vivyo vile hata ukikaa nje inabidi una paka dawa kwa sababu hawa mbu pengine uwezo kujua hata mchana, kwa sababu kwa mfano hawa dengue mm, mara nyingi wanapenda mchana ndio kuchukua damu mm. Na wakati hawa mm, anopheles mara nyingi wanapenda wakati wa usiku au labda karibu na asubuhi. Kwa muda mwingine natakiwa hata ukiwa nyumbani unapaka unajipaka dawa ile kuzuia mbu mm. Afu muhimu vae nguo kama ni ndefu ambazo ziko loose, usiweke tu mevango fupi, natakiwa zikuwa ndefu ni vizuri. Mm. Hasa wakati wa jioni au ukikaa sehemu za nje hivi. Yeah. Okay. Na ni kwa nini uh, dengue In, ina watu nopo, wanapata changamoto zaidi ama inakuwepo zaidi katika maeneo ya mijini na kidogo nje ya miji, tunasema urban semi-urban areas? Ukienda maeneo huwezi kusikia watu wa vijijini sana kuhusu wanalalamika kuhusu ugonjwa huu sana sana, unasikia ni mijini mijini tu na kidogo maeneo ambayo ni kama nje ya miji hivi. Hapa na labda naweza kueleza kwenye miji, kwa mfano hata wanapojenga kwenye mabarabara wanaweza, yeah. kajenga kuna madimbwi watu wameachwa wa uh -huh. kwenye mijini watu kuna haya makopo machupa, watu wanakunywa, wanatupa ovyo, kwa hiyo yakijaa maji sehemu tu kwenye madimbwi, watu awafuki, kwa hiyo ni mara nyingi kuliko vijijini, pengine huwezi kuona hiyo mm -hmm. lakini huko kwenye mjini kuna sehemu nyingi ambao zinafanya kufanya mbu akazaliana kurahisi kuna ukweli wote kwamba hawa hawa mbu wa dengue wanang'ata zaidi wa wakati wa mchana? Ya, inaweza ndio unavyoonyesha zaidi ni mchana, lakini hata usiku unaweza usiseme, mchana basi ni dengue, usiku waume wa hata usiku pengine wanaweza lakini zaidi ni mchana. mm -hmm. Right. mm -hmm. mm kwenye upande wa matibabu e, uh, tumeona kinga zikifanywa pia kwa namna tofauti ikiwemo chanjo mm, e, katika baadhi ya mataifa na upande pia wa matibabu nayo yakiwa tofauti, labda utueleze kuhusiana na mm. hili kuhusu matibabu ya malaria na dengue mm -hmm. Malaria kwa sababu malaria wale virus, mm, ni sio virus ni parasiti. Dawa zipo ziko dawa nyingi tu, unaweza ukatibu malaria na, kama nkama hivsoazo kazuia lakini dengi kusema kweli kwa sasa hatujapata mm, dawa za kutibu dengi mm. Si tunachofanya tunaita ile supportive, yani ile unamtibu um, mtu kufuatana na dalili zake, kama vile anaumwa kichwa, nampa dawa hizi kama paracetamol mm. au ana homa unampa hizo dawa za kupunguza homa vilevile, kwa sababu dengi au malaria unasababisha kupoteza maji, unaambia anywe maji ya kutosha sana mm. Natakiwa apumzike, uh, pumzike, asifanye nini, asitembee tembee, na ale vizuri chakula chenye ambayo ni balance diet mm. Lakini kwa matibabu hasa kwa dengue bado hatujapata, lakini malaria zipo dawa. Sasa wapo katika hilo, katika uh, hilo hilo la, la dawa wapo baadhi ya ambao wanaamini dawa fulani hasa ndio ina mtibu kuliko nyingine. mm -hmm. uh, hii inawezekana vipi katika dawa za, eh, katika dawa za malaria? Mfano, unakuta mtu anakwambia dawa aina fulani kwangu ndio ina mitibu kuliko akitumia dawa ya aina nyingine. Yani nadhani ni mawazo, kwa sababu kiutaalamu si tunajua hii dawa ndio inafaa. mm -hmm. Sasa ye labda, pengine kuna zingine labda zitakuwa na side effect, pengine anaweza kusema au akasema mimi mi napenda tu nikiumwa tu nakutumia dawa hii napona, basi pengine siku mbili, lakini daktari ndio tunazijua dawa ambazo hizi ni nzuri mm -hmm. Labda hizi pengine zina usugu, pengine hazifai mm -hmm. Lakini mtu aweze kusema mimi natumia dawa hii napona. Sawa uh, yeah. Sawa daktari, e, tu, umezungumzia hapo hoja ya, ya virus na nasema nini, vimelea wengine ambao sio virusi Uh, kumekuwa na changamoto kubwa sana kama ulivyosema ya kupata dawa ya kutibu magonjwa ya virusi. Kwa mfano unaona, magonjwa kama um, ukimwi, korona uh, uh, mm. eh, kama hivi tunazungumzia dengue na magonjwa mengine ya virusi. Eh, na, kimsingi ni swali ambalo limekuwa li likiulizwa ki, li kwamba na, na wataalamu wamekuwa mkiulizwa sana kwamba eh, kwa nini inakuwa ngumu kupata eh, dawa ama kupata namna ya kuwakabili virusi, na hata hivyo nafahamu kwamba hata dunia imekuwa kwenye jitihada kubwa sana ya kutafuta dawa ya ukimwi, lakini sasa inapokuja ni swala la virusi kunakuwa na ugumu kwa kiasi kikubwa. Uh, sasa swali su langu ni kwamba ugumu unatokana na nini hasa e, kuhusu virusi. Lakini swali swali lake b yake dogo ni kwamba kuna wakati ambao wewe kama mtaalamu unaona kwamba wanasayansi wanaweza wakafikia hatua ya kupata dawa hasa yaani, dawa kama dawa ya ku ya kuua virusi, nakuwa mara nyingi inakuwa labda wale virusi mara nyingi wana tabia ya kubadilika hmm. wanaweza mkafika kama usema karibu ya kufika, lakini wanakuwa wana aina nyingine hmm. Ehe, wana change sasa, nyii mnagundua mnapata, mmefanya pengine miaka mingi mmepata mm -hmm. mataka kufikia dawa ile, lakini sasa wale virus washabadilika, washakuja aina nyingine. Sasa na kwa mfano kwa mfano hata wa nini hii, kuna type nne, kwa mfano hizo oh, dengue e, kuna DV1, 2, 3 na 4. Sasa hizo vile vile inategemea, kuna nyingine, ukitibu ya dengue aina moja, nyingine haifanyi kazi hey. Kwa hiyo ni shida sana kupata zote zile zinaweza kutibu mm. Kwa hiyo wakati mnapofanya hivi, tayari wale change wamebadilika, wamekuja na kufuatana na hali ya hewa hizo, wamechange wamekuwa aina nyingine. Yaani wanabadilikaje sasa, wanajizalishi wana kwa sababu wale vivyo wana, wanajua jinsi gani ya kujilinda, tuseme wana akili au ni binadamu vivi, lazima watafute kusurvive, watafute njia gani ya survive, eh. Kwa hiyo wanajua jinsi gani na wao kifanya hivyo na tafanya hivyo nyinyi mkuja mtafuta. Kwa hiyo mazingira hayo, unadhani kuna wakati ambao wanasayansi wanaweza wakaja na suluhisho la virusi, sababu hivyo kwa imekuwa jambo ambalo linatutesa miaka mingi ya unategemea kwa nyingine sasa hivi kwa mfano mziko vaccine no? chanjo eh, ziko chanjo wanajaribu kupata Ingaja mm -hmm. Sasa inakuwa ehe, mm -hmm. mpaka zi laba laba FDA laba ile Food and Drug Administration of America, laba nyingine wanasema hizi laba ndo zinafarazi, lakini waziangalie sana side effect yake. Eh, lakini vivi ni very expensive, nataka tikuzitengeza kata nyingi sasa, mm -hmm. ni gharama gharama kubwa. Lakisema nchi za kwetu pengine sio rahisi kuzi afford. Kwa sisi ndo maana tunakazania zaidi kinga. Eh, kinga kinga kila wakati. Kuliko kusema na hivi virusi pia uh, daktari, kuna virusi ambavyo vyenyewe uh, yani, vinakaza vinakaza, lugha ya mjini sema vinakaza, yani, vinakuwa vigumu zaidi kuliko vyenzake, kwa sababu hivi vya dengi unaweza ukapata dengi na baada ya muda fulani ukawa uko sawasawa mm -hmm. au ukapata korona, baada ya muda fulani ukawa uko sawasawa mm -hmm. lakini kuna virusi ukishavipata, vinakung'ang'ania maisha yote kama virusi vya ukimwi. Uh, tofauti yeah, to hivi virusi yaani, ile ile ule ugumu wa virusi ndani ya mwili wa binadamu una una tofauti gani? Kuna ambavyo viko soft na ambavyo viko vinaonekana viko vigumu, vinang'ang'ania zaidi, na kuna vingine, kwa mfano HIV pengine vinaingia kwenye cells ndani kwa okay. kingi ya na kwa mm. Sasa na kwa tofauti na zikiingia kwezi na change tofauti mm. inakuwa ni vigumu. Kila kila aina ya virus, ingawa kuna virus kwa ujumla, lakini kila aina ya virus wako tofauti kwa, yeah. inakuwa ni vigumu kusema tuka generalize virus wote pengine, lakini kuna virus ambao wakiingia wanaweza waka, waka ile kinga mwili ya mwili ikadhibiti, alafu wakawa wamekufa wenyewe waka kama magonjwa mengine kama hizi zinachanja watoto surua, polio vile wamezidhibiti kwa sababu ukipata ule ugonjwa zile kinga zile zinakwenda zina fight zinawajua zinawatambua zina, zina fight. Kwa hiyo magonjwa mengine virusi nyingine wanawezekana mm. mm. kuna wengine na kama Soda. kama dengi maana yake unaweza ukapata na baada ya uh, kwa sababu kuna watu wengine wa kupona unakuwa unapona kabisa yani, au vinaondoka kabisa au vinakuwa tu vime au vinakuwa vimepoa tu alafu baadaye vitaibuka tena ukipata ule ugonjwa wenyewe, yeah, ukipata deng. dengi sasa, ah, okay. Nategemea kwa mfano ukipata dengi zetu tunasema kuna type 4 ehe kwa mfano ukiumwa type moja ya dengue alafu baada ya muda ukaja ukaumwa ile ile tena, ile ukipata ile unapata kinga ya maisha. mm -hmm, lakini this time umeugua aina namba one ya dengue mm -hmm. safari nyingine ukaja kuugua aina ya, ya pili ya dengue mm -hmm. kinga zake inachukua muda mfupi, labda miezi mbili mpaka sita, kwa sababu ni tofauti. Yeah. Kwa hiyo kupata kinga ambayo ya muda mrefu au ni permanent, lazima ile aina ile ile ulougulia mm. unaweza kupata, lakini ukipata aina nyingine nakuwa tofauti mm -hmm. Okay. Na, na, na katika muktadha wa kinga uh, awali ulitueleza, yeah. Uh, kwa Medinova mnataraji kufanya vipimo vya bure kwa wananchi uh, itakuwa katika utaratibu gani? Yeah. Actually pale tuna utaratibu watu watakuja, tunatangazia kama hivi, kama mm -hmm, zimuguyu, tunatangazia. Kuna madaktari ma consultant kama sisi tunakuepo pale. Mtu akija pale akiripoti akisema mimi, kwa mfano, anaona dalili kama hizi, naona pengine na kichwa na nini mm -hmm, unaenda nenda kamone daktari pale, daktari atakuandikia, anakuandikia e, kama ni malaria, kuna damu, tunapima damu Eh, kuna uh, hii kupima kadarubini an tunapima hii RDT ambayo ya haraka, lakini vivi dengue vivi tunapima, kuna vipimo vya vi, damu vivi vya dengue mm. Kwa hiyo watu wote tunawashauri kwa sababu hii hali yoyote, anayeona dalili ya kuumwa kichwa au dalili anachokasa, wakati huu sisi pale Medinova tumefanya um, okay. kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne usiku madaktari mm -hmm. wa wapo kwa, watapimwa damu kwa malaria na vivyo watapima damu kwa homa ya dengue. Na itaanza lini, itaendelea mpaka lini? Tushaanza wiki iliyopita lakini sasa hivi, kwa sasa watu tumewajulisha, wanaweza akaja mm -hmm. Sasa uh, kwa makundi kama vile tunafahamu kwamba kwa mm -hmm. sasa hivi kuna dada zetu, mama zetu ambao ni wajawazito, kwa kundi kama hili ni, ni jambo gani ambalo ungependa kuwashauri? Kuwa kwa sababu tunafahamu ni moja kati ya makundi ambayo yanahitaji a ka ya, ya nataji, um, care, nasema, yeah. Care karibu zaidi, wao ndo tungewashauri waje mapema, kwa sababu ukipata infection yoyote ya malaria hmm. au dengue inakuwa ni matatizo, hata kile kiumbe anaweza yeah, pengine mimba akaharibika au akazaa mtoto ambaye primachua ambaye hajafika umri umiriwake wa kamili, akazaa mtoto ambaye uzito mdogo kwa hiyo akifika mapema, aje achekiwe, e, ni rahisi kujua kama kuna tatizo akatibua mapema na tunazungumza haya daktari, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kama kuna wimbi la namna hiyo ambalo limeibuka sasa hivi. Magonjwa kama haya yanakuaga na, na msimu, yani kwamba kuna msimu unaona kabisa yani. Kwa mfano kama hii homa ya dengi kuna wakati fulani kama iliibuka hivi, uh, tukadu, dengi dengi, alafu baadaye ikawa imesizi, tumepita muda mrefu kidogo. Sasa hivi tunaona kama imeibuka tena. Nini hasa kinasababisha kina hali kama hiyo? Nasema nadhani hivyo inahusiana na, na hivyo, hali ya nchi mabadiliko ma hali ya nchi, kuna tabia ya nchi. Wakati mwingine unaweza, wakati mwingine katoa, ukija kama wa El Nino nakuja mvua nyingi yeah, na, nini mambo mengi. Kwa hiyo kwa sababu hii malaria zipo kama kawaida na dengue zipo, lakini sio kwenye kiasi sasa yeah. Lakini zinapokuja ile hali ya hewa tabia nchi imechange na mvua zinakuja nyingi na hawa wadudu sasa ndio utakuta wameibuka wambu wamezaliana kwa wingi na kaho e, magonjwa yakazidi mm. tukaonekanasa visa vimeongezeka kuliko mm. mwanzo. Vipi vip jambo hili ugonjwa huki kwa watu ambao wana magonjwa mengine sugu tuseme labda uh, hasa yale magonjwa una lipi la kuambia nigachole kwa mm. e, yeah, ni sababu watu wenye magonjwa sugu kama kansa HIV vlevile yeah. Ni vizuri waje kwa sababu wao tayari kinga zao ziko chini. Sasa wakija kupata ugonjwa, kinga itakuwa itawafitika mm. ni vizuri wakiona dalili tu yeah. waje mapema, tuwacheki tujue ni mm. cha kufanya mm. na watibiwe haraka mm. wezekanavyo mm. Sasa na kumalizia, ujumbe, kwa kumalizia ujumbe wako kwa ujumla, mi ningewashauri kwamba nafasi hii ndo tumepata wizara wenyewe imetangaza, kwa hiyo watu wasichelewe, wanapoona mtu dalili kama ni malaria au ni kama homa ya dengue ni haraka aende kituo cha afya. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha pale waje wachekiwe. Narudia tena, kuanzia saa mbili mpaka saa nne ya usiku kila siku kwa mwezi mzima. Kwa hiyo kemp, waje pale, watawakuta wataalamu, watawapokea wataalamu, watawapa na ushauri mwingine watawapa, lakini vo watapima damu yao, waangalia kama na dengue au hana, mm -hmm. dengue au hana dengue au kama na malaria au hana. mm -hmm. Sasa Daktari, nashukuru sana kwa kuja kuzungumza nasi na kutakia majukumu mema. Mimi nashukuru sana uh, uh, Medinova tuonane, karibuni sana Medinova ni costa be pale, asante.